Mimi naitwa Uhuru Mwembe na kaimu mkurugenzi. Leo hii ni siku ya 27 ambayo ni mwisho wa mwezi, na ni agizo la serikali kwamba mwisho wa mwezi lazima taasisi, wananchi, kaya lazima wafanya usafi. Na leo hii tupo na taasisi mbalimbali hapa, NGO, wadau mbalimbali, tunaenda kufanya usafi hapa eneo la makaburi. Tunahimiza wananchi wote tuendelee na, na, na mwendo huu wa kufanya usafi kila mwisho wa mwezi, lakini pia kila siku unapofungua shughuli yako yako unapofanya biashara yako unapoamka nyumbani kwako lazima ufanye usafi. Kwa majina anaitwa David Kimaro mkuu wa kitengo cha dhibiti taka na usafi wa mazingira manispaa ya Moshi. Leo tarehe 27 Septemba tume, tume kuta, tumekutana hapa eneo la makaburi ya Karanga kwa ajili ya kufanya usafi, lakini pia sisi kama manispaa ya Moshi tumetekeleza kampeni ya kitaifa ya usafi wa mazingira kila mwisho wa mwezi. Kwa maana kata zetu ishirini na moja wananchi na wafanyabiashara wote wameweza kushiriki katika zoezi hili la usafi. Lengo ni kufikia maeneo ambayo kwa katika siku za kaida haizi kufikiwa kwenye usafi. Tumeona matokeo makubwa ya, ya kampeni na tumeona tufanye zaidi kwa maana sisi tunafanya kila Jumamosi na kilele kinakuwa ni Jumamosi ya mwisho wa mwezi. Kwa maana kila mwananchi na kila mfanyabiashara anaweza kufikia eneo lake kwa maana kufanya usafi, kuokota, kufeka na lengo ni kuhakikisha kila eneo kuzunguka mita tano maeneo yanakuwa safi. Niwahakikishie ni, ni tu eh, wananchi na kwamba hali ya usafi wa Moshi ni ya kuridhisha na tunaendelea kusimamia na kuhakikisha kwamba wale watu wanaenda kuvunja sheria kwa maana ya kuchafua tunawachukulia hatua stahiki. Edward Mwenda Mseke ni mkurugenzi wa shirika la EPAO na siku ya leo tumeshirikiana na halmashauri ya Moshi pamoja na shirika la Juza kuweza kufanya usafi kama ilivyo ada, kila mwisho wa mwezi tunafanya usafi kwenye mazingira ya maeneo yetu tunayoishi, lakini pia leo tumefanya usafi katika eneo hili la Moshi Manispaa, na lengo letu hasa ni kuhamasisha wananchi na jamii kwa ujumla na wafanyakazi wa mashirika mbalimbali kushiriki usafi, maana usafi ni utulivu wa afya ya akili, na kwa sehemu kubwa tumeona mwitikio mkubwa watu wamekuja, lakini pia tunatoa wito kwa watu mbalimbali kuweza kujitokeza. Hata wakati mwingine, na maisha yetu ya kila siku, tujitahidi sana mazingira yetu yawe na, na usafi, na tunasema usafi wa mazingira ni utulivu wa afya ya akili. Aa, kwa kawaida tunapohusianisha afya ya akili na usafi, tunasema mara nyingi kwamba mtu akiwa ana, anasimamia ana, ana, ana, sana usafi, anakuwa na utulivu wa afya ya akili kwa sababu afya ya akili inaanzia kwenye namna mtu anavyofikiri. Kwa hiyo mtu akiwa anafikiri kwamba usafi ni muhimu maana yake ataufanya. Kwa hiyo hapo tunasema na ustawi wa afya ya akili. Na wakati mwingine dalili ya kwamba mtu ana changamoto ya afya ya akili ni pamoja na kuto kuzingatia usafi, na kwa hiyo ndio maana tunahusianisha afya ya akili pamoja na mazingira, na ndio maana hata tabia nchi kukiwa kuna mabadiliko, moja ya athari ambayo inatokea kwa jamii ni pamoja na matatizo ya afya ya akili. Kwa sababu utulivu unakosekana, kunakosekana baadhi ya vitu, uoto wa asili unakosekana, na ndio maana wakati mwingine pia ukitaka upata utulivu wa afya ya akili tunasema nenda katembee kwenye sehemu ambazo zina kijani kingi, lakini pia tembea kwenye misitu uone uoto wa asili na uweze kuona vitu tofauti na vile ambavyo unaviona kila siku. Kwa majina, mimi naitwa Paulo Gogo, ni mshauri wa ufundi kutoka taasisi ya Juza Waste Pickers Initiative. Hapa ninamwakilisha mkurugenzi wangu Juza. Juza Waste Pickers Initiative ni asasi ambayo inajishughulisha na shughuli za uhifadhi na utunzaji wa mazingira hasa katika maeneo ya kufanya usafi wa mazingira na jamii, kukusanya na kurejeleza taka za aina zote, lakini vile vile kuwezesha kiuchumi wa waokota taka katika mji manispaa ya Moshi. Kwa hiyo leo tumeshiriki na manispaa ya Moshi pamoja na wadau wengine wa mazingira katika kusafisha, kufanya usafi katika maeneo haya ya makaburini ili kuleta taswira nzuri ya makaburi haya. Kwa hiyo Juza Waste Pickers Initiative yenyewe ina waratibu wa ukotataka ambao wapo katika manispaa ya Moshi, na leo tunao zaidi ya ukotataka 40 ambao wanatoka katika eneo la dampo la Mtakuja ambao wapo hapo pia kushiriki na sisi.